Nilisimama pale kwenye uwanja wa kijiji, jua likiwa kali kama maswali ya dhamira, nikimwangalia mtu aliyewahi kuniita maskini wa pwani akitetemeka kama jani lililonaswa na upepo wa kusi. Mkono wangu ulikuwa mfukoni, nikishikilia kitu kidogo kilichobadilisha kila kitu. Kitu kilichotoka baharini lakini kilifunua tabia ya binadamu kuliko chumvi ya maji ya Hindi. Usidanganye watu tena. Nilisema kwa sauti tulivu, ile sauti ambayo haipigi kelele kwa sababu ukweli hauhitaji kipaza sauti. Watu walinyamaza. Hata bahari ilionekana kushika pumzi. Lakini kabla sijafika hapa, kabla ya mikono kutetemeka na macho kuangalia chini, kulikuwa na pete. Pete ya ajabu. Na kulikuwa na kitendo cha kwanza cha ukatili, kidogo mwanzoni, kama mchanga unaoingia kiatu, lakini baadaye kikawa jiwe kwenye kifua. Nilizaliwa na kukulia pwani ya Mombasa, mahali ambapo asubuhi hunuka chumvi na kahawa iliyochemka polepole kila alfajiri. Kabla jogoo hajamaliza wimbo wake, nilitembea ufukweni nikivuta hewa iliyokuwa baridi na yenye ladha ya mwani. Mawimbi yalizungumza nami, siyo kwa sauti, bali kwa marudio. Kila kitu hurudi, yaliniambia. Kila kitu kina kumbukumbu kumbu. Maisha yangu hayakuwa ya anasa Nilikuwa mvua ikinyesha juu ya paa la mabati rahisi, yenye kelele lakini ya kweli. Nilivua samaki kwa mikono yangu, nikarekebisha nyavu, nikauza kidogo sokoni. Nilikuwa naamini kitu kimoja kwa moyo wote: heshima haivai sare, inakaa ndani. Mtu anaweza kuwa maskini mfukoni, lakini tajiri kwa utu. Hiyo ndiyo falsafa yangu, na ndiyo falsafa ambayo baadaye ilikiukwa kwa makusudi. Siku ile bahari ilikuwa tulivu kupita kawaida. Mawimbi yalikuwa kama wazee waliokaa kimya wakificha siri zao. Nilikuwa nikiokota chupa na mabaki, si kwa sababu nililazimika, bali kwa sababu ufukwe ulikuwa nyumbani kwangu. Ndipo nikaiona. Ilikuwa imefunikwa na mchanga mweupe, ikingaa kwa mwanga wa jua uliopinda. Pete. Nzito kidogo kuliko nilivyotarajia, baridi kwa mguso wa kwanza. Kulikuwa na alama ndogo upande wa ndani, sio herufi nilizozijua, bali kama ishara ya kale iliyochorwa kwa makini. Nilihisi kitu, sio uchawi wa filamu. Hapana, ilikuwa kama kumbukumbu ya mtu mwingine ikipita mwilini mwangu, kama bahari ilinichagua mimi kuwa mjumbe. Nilivua mchanga, nikaiweka mfukoni. Sikujua kwamba nilikuwa nimechukua si pete tu, bali kioo cha tabia za watu. Jina lake lilikuwa Bwana Kenga, mwenyekiti wa eneo, mtu aliyependa kuvaa suti nzito hata jua likiunguza, kana kwamba mamlaka yake yangevunjika akivaa shati la kawaida. Alikuwa na tabia moja ya ajabu. Kila alipokuwa na wasiwasi, alirekebisha saa yake ya mkononi, saa ambayo haikuwahi kuonekana kuwa na saa sahihi. Alinisimamisha sokoni siku mbili baadaye. Unaitwa nani? aliuliza bila kunitazama. Naitwa Salim, nikajibu. Ulikuwa ufukweni ya asubuhi ile juzi, sivyo? Nikajua hapo ndipo mchanga ulianza kuingia kiatu. Ndio. Alicheka kidogo, cheko la mtu anayejua anachotaka kuchukua kuna kitu kilipotea, mali ya mtu muhimu. Pete. Nilinyamaza, sio kwa sababu niliogopa bali kwa sababu nilikuwa na hakika na falsafa yangu: ukweli hausukwi, unasimama. Niliokota pete, nikasema, nilikuwa natafuta mwenyewe. Hapo ndipo kitendo cha kwanza cha ukatili kilifanyika. Usijifanye mjanja, alisema sasa akinitazama. Mambo haya hayakuhusu watu kama wewe. Nitakusaidia, nirudishie nikupe elfu mbili. Nilihisi joto usoni mwangu, sio hasira, bali fedheha. Heshima si ya kununuliwa nikasema. Alirekebisha saa yake, ishara yake. Tutazungumza tena, alisema kwa sauti ya mtu aliyeshazungumza na polisi kabla. Siku zilizofuata zilikuwa kama upepo unaongezeka kabla ya dhoruba. Leseni yangu ya kuuza samaki ilicheleweshwa. Askari wa kaunti walifika kunipiga faini kwa kosa ambalo halikuwepo. Wateja walianza kuniangalia kwa hofu, kana kwamba nilikuwa nimebeba mkosi. Jamii ilikuwa mhusika pia, mwanzoni walinyamaza. Wogani kama giza, hauji ghafla, huingia taratibu. Usiku mmoja nilipokuwa nikikaa nje nikitengeneza nyavu, jirani yangu mama Zainabu, mwanamke mkongwe mwenye macho yaliona mengi kuliko bahari, aliketi karibu nami. Salim alisema bahari ikikupa kitu usikikimbie, lakini watu watakuogopa ukikishika. Maneno yake yalikuwa kama taa ndogo gizani. Nilianza kuchunguza pete ile, sio kwa pupa, bali kwa subira. Niligundua kitu: alama ile ya ndani ilifanana na nembo niliyoiona zamani kwenye jengo la kale karibu na bandari, jengo lililokuwa likihusishwa na kampuni ya zamani ya uchimbaji iliyowahi kufungwa kwa kashfa. Nilianza kuelewa Pete haikuwa ya thamani ya fedha tu, ilikuwa funguo. Lakini sikumwambia mtu. Siri ni kama samaki, ukimvua mapema anakimbia. Nilikaa peke yangu ufukweni, nikitazama mwezi ukijitengeneza njia juu ya maji. Nguvu ya kweli, nilijiambia, haitembei na kelele, haivaa suti nzito, inakaa kimya, ikingoja wakati wake, kama mawimbi haya, pigani na mwamba, yanauzunguka hadi ushindwe. Niliamua kuacha kukimbia. Ningeanza kutembea kuelekea ukweli. Asubuhi ile, sokoni kulikuwa na harufu ya samaki mbichi na hofu. Ilikuwa ile hofu isiyo na maneno, ile inayofanya watu wasimame karibu lakini wasiangalie machoni. Nilipofika, niliona kibao changu kimeangushwa. Nyavu zangu zilikuwa zimetapakaa kana kwamba mtu alitaka kila mtu ajue, hapa hapa karibishwi. Nilipoinama kuokota, sauti nzito ilisimama juu ya kelele za soko. Ndiyo huyo Bwana Kenga alisimama, suti yake ikiwa nzito kama madai yake. Alirekebisha saa yake, ile saa ambayo kila mtu alijifunza kuitazama badala ya macho yake. Kwa mamlaka niliyopewa, alisema kwa sauti iliyopandishwa, tunamsimamisha mtu huyu kuuza hapa hadi atakaporudisha mali ya watu. Watu waliinua macho kwa sekunde moja, kisha wakayaangusha tena. Jamii ilipumua kwa pamoja kwa woga. Ni mali gani? Niliuliza, sauti yangu ikiwa tulivu kuliko bahari kabla ya dhoruba. Alitabasamu, tabasamu la mtu anayependa kuonekana sahihi kuliko kuwa sahihi. Unajua, akasema, na kama hujui, nitakufundisha. Hapo ndipo nilijua hii haikuwa tena juu ya pete, ilikuwa juu ya mfano, mfano wa kumvunja mtu ili wengine wajifunze kunyamaza. Nilipoondoka sokoni, nilihisi macho mgongoni mwangu lakini pia nilihisi kitu kipya, kama mng'aro mdogo wa ujasiri. Kijana mmoja Rashid, aliyekuwa akirekodi video za ufukweni kwa simu yake ya zamani, alinifuata. Mzee, alisema kwa sauti ya heshima ambayo haikuhitaji cheo, nilirekodi yote. Sijui kama itanisaidia, lakini ukweli ni mzuri ukikaa mahali. Nilimwangalia. Hapo niliona mshirika wa kwanza, sio kwa nguvu, bali kwa ushahidi. Usiku huo mama Zainabu alikuja tena aliniletea chai ya tangawizi. Watu wanaogopa, alisema, lakini wanachoka pia. Woga ukikaa muda mrefu hugeuka hasira. Jamii ilianza kubadilika polepole pole, kama mawimbi yanavyosogeza mchanga. Nilifungua sanduku la mbao nililorithi kwa babu. Ndani yake kulikuwa na karatasi za zamani, ramani za bandari na picha zilizopauka. Niliweka pete juu ya meza, mwanga wa taa ukigonga alama ile ya ndani. Nilikumbuka jengo lile la kale. Kesho yake nilitembea pale. Ukuta wake ulikuwa umejaa chumvi na historia. Ndani kulikuwa na nembo ile ile iliyopasuka, lakini bado inasomeka. Hapo nilipata jina, kampuni iliyofungwa, akaunti zilizofichwa, na sahihi sahihi ile ile niliyoiona kwenye karatasi niliyopata asubuhi ile ya vitisho. Pete haikuwa ya mapambo, ilikuwa ishara ya wanachama, wanachama wa watu waliotumia mamlaka kama maonyesho. Nilitabasamu kwa huzuni. Bahari ilikuwa imenipa funguo, lakini milango ilikuwa ya chuma kizito. Bwana Kenga hakupenda ukimya wangu. Ukimya wangu ulimfanya aonekane mdogo mbele ya watu. Alianza na vitu vidogo: kukagua nyumba yangu kwa bahati, kunitaka niripoti kila wiki, kumwambia mmiliki wa duka asinipatie mkopo. Kila aliponiona alirekebisha saa yake, tel yake iliongea. Siku moja alinisimamisha hadharani. Salim alisema, unasumbua amani. Amani ni muhimu kuliko ukweli. Nilimwangalia. Ukweli ndio amani, nikajibu. kelele ni mapambo. Watu walicheka kidogo, ile kicheko cha ujasiri unaochipuka. Mshirika wa pili alikuja bila kelele. Asha, karani wa zamani wa bandari, alikuwa na kumbukumbu kama kabati la chuma. Niliwahi kuona pete kama hiyo, alisema akiangalia kwa mbali, kana kwamba ina moto. Walivaa watu waliotaka kuonekana wakubwa kuliko walivyo. Kila walipofanya kosa, walificha kwenye karatasi. Asha alikuwa uhusiano, Rashid alikuwa ushahidi wa umma, mama Zainabu alikuwa busara, mimi nilikuwa subira. Siri ilianza kupata miguu. Nilizungumza na Rashid usiku mmoja, tukitazama video zake. Usikimbilie kupakia, nilimwambia. Ukweli ni kama mvinyo, ukikomaa unauma vizuri. Nilirudia ile kauli niliyopenda: nguvu ya kweli haitembei na kelele. Bwana Kenga alipojaribu kunifokea mbele ya ofisi ya eneo, simu za watu zilinyanyuka kama nyota. Alirekebisha saa yake, kisha saa ikaanguka chini, kioo kikapasuka. Kulikuwa na kimya, kisha kicheko, sio cha dharau, cha ukweli. Hapo ndipo nilijua pazia lilikuwa linaanza kufunguka. Asha alinipa nakala ya hati moja, si yote, sehemu tu. Alisema, usichome daraja kabla hujavuka. Nilificha hati ile ndani ya jalada la leseni yangu, mahali ambapo hawangetafuta. Lakini bwana Kenga alikuwa anahisi mamlaka yake ilikuwa inatetemeka kama saa isiyo sahihi. Usiku mmoja mtu aligonga mlango wangu kwa nguvu. Nilipofungua nilikuta barua bila jina: kesho kuna mkutano wa umma, njoo uone mwisho wako. Nilitazama bahari, mawimbi yalirudia ile kauli yao ya zamani, kila kitu hurudi. Swali lilikuwa je, mkutano ule ungekuwa kaburi la heshima yangu au jukwaa la haki? Uwanja wa kijiji ulijaa kabla hata jua halijafika kileleni. Vumbi lilichanganyika na jasho, sauti za watu zikapanda na kushuka kama mawimbi ya mchana niliona wazee waliokaa chini ya mti wa mkungu, vijana waliokuwa na simu mikononi, na wanawake waliobeba watoto, jamii nzima ikiwa imekusanyika kana kwamba kulikuwa na harusi au mazishi. Wakati mwingine haki huja ikiwa na mavazi ya sherehe, wakati mwingine ya maombolezo. Siku hiyo ilikuwa zote mbili. Nilisimama nyuma nikisubiri nguvu ya kweli, nilijua haitangulii kelele. Bwana Kenga alipanda jukwani akirekebisha saa yake mara mbili kabla hajaanza saa ile iling'aa chini ya jua kana kwamba ilikuwa ishara ya mamlaka yake au hofu yake. Wananchi, alianza, sauti yake ikitafuta makofi kabla ya ukweli. Tuko hapa kulinda amani, kuna watu wachache wanaotaka kuitikisa. Alinitazama kwa kona ya jicho, kisha akakaza taya. Mtu mmoja amepata mali isiyo yake, anakataa kuirudisha, hii ni hatari. Nilikumbuka maneno yake ya awali, amani ni muhimu kuliko ukweli. Jamii ilinungunika, sio kelele bali swali. Alirekebisha saa yake tena. Nilipoitwa kuzungumza, nilitembea polepole pole. Nilihisi macho ya jamii kama uzito mzuri, uzito wa matumaini. Ndugu zangu, nilianza, sauti yangu ikiwa tulivu. Nilipata pete ufukweni, nilitaka kumrudishia mwenyewe. Nikaishika juu kwa sekunde chache, jua likagonga alama ya ndani. Watu waliinua shingo, lakini kabla sijarudisha Nikaendelea, nilitaka kujua inawakilisha nini. Nilikata kimya hapo. Nilisimama, sio kwa hofu, kwa kusoma chumba. Bwana Kenga alikata, hii si hadithi, leta pete. Nilitabasamu kwa upole. Subira, nikasema, bahari haikimbii. Rashid alipandisha simu yake juu, wengine walimfuata. Kelele ndogo za kurekodi zikasikika, kile kelele kipya cha haki. Mama Zainabu alisimama polepole pole. Tusikilize, alisema kabla hamjamfunga msikieni. Sauti yake haikuwa kubwa, lakini ilikuwa na mizizi. Bwana Kenga alirudia kwa sauti iliyoongezeka, sheria iko wazi, mali ikipatikana irudishwe kwa mamlaka. Nilichukua pumzi. Basi tuifuate nikasema sheria. Nilimgeukia Asha, aliyesimama pembeni. Aliniangalia na kichwa kidogo, ishara ndogo, lakini ya kutosha Nilitoa nakala ndogo ya hati ile, si yote, sehemu yenye nembo ile ile ya pete. Je, hii nembo unaifahamu? nikauliza kwa sauti ya swali, sio shtaka. Bwana Kenga alirekebisha saa yake haraka, kisha akasimama kimya sekunde chache tu, lakini kamera zilipata kila kitu. Usipotoshe mambo, akapaza. Jamii ilicheka ile kicheko cha mtu aliyekamatwa na kivuli chake. Nguvu ya kweli, nilisema, nikizungumza kwa jamii nzima. Haipigi kelele, haikimbii maswali, inasimama kwenye mwanga. Nikarudia polepole, nguvu ya kweli haitembei na kelele. Maneno yale yalirudiwa kimoyomoyo na watu kama wimbo wa bahari. Bwana Kenga alijaribu kubadilisha mwelekeo. Hii ni njama, video zinadanganya. Rashid alipaza sauti, video hazizungumzi, zinaonyesha. Makofi machache yakasikika, kisha zaidi. Jamii ilikuwa ikijifunza sauti yake upya. Askari wawili wa kaunti walipanda jukwani, mmoja alinitazama, mwingine akamtazama Kenga. Kulikuwa na sekunde ile ya hatari, ile ambapo mamlaka inaweza kuchagua upande mbaya kwa urahisi. Nilihisi pete mfukoni mwangu, baridi yake ilinikumbusha subira. Mmoja wa askari alisema, tutachunguza Bwana Kenga alitabasamu kwa tabu, tabasamu la mtu anayejua uchunguzi unaweza kununuliwa au kushindwa. Lakini kabla mkutano haujaisha, Asha alinipatia ujumbe mfupi kwa karatasi ndogo. Nina kila kitu. Kesho asubuhi. Ukumbi wa bandari. Niliangalia bahari. Mawimbi yalikuwa yanakuja na kurudi bila haraka. Swali lilikuwa Je, ushahidi kamili ungeweza kuhimili mwanga wa mchana au giza lingejaribu kuuzima kabla haujazaliwa? Ukumbi wa bandari ulikuwa na harufu ya chuma kilicholowana na mafuta ya injini. Nuru ya asubuhi ilipenya madirishani makubwa, ikichora mistari juu ya sakafu iliyochoka. Hapa ndipo biashara zilifanyika na hapa ndipo siri zilipozikwa. Nilipofika Asha tayari alikuwa amekaa, jalada zito mbele yake, uso wake ukiwa tulivu kama mtu aliyeshakubali ukweli wake. Uko tayari? aliuliza bila kunitazama. Niko tayari kwa subira, nikasema. Ukweli utafanya kazi yake. Alifungua jalada. Ndani kulikuwa na nakala za miamala, majina ya akaunti, tarehe na kama msumari wa mwisho, picha ya pete ile ile ikipewa mikono kwa mikono kwenye hafla ya faraga chini yake sahihi ile ile, saa ile ile ya mkononi ikipeperusha mwanga. Asha alinionyesha kipande kimoja kwa wakati ase inte hole. Hatua ya kwanza ya umma ilikuwa imeanza kuchukua umbo. Simu yangu ililia, namba isiyoonekana, nikajua kabla sijajibu. Salim, sauti ilisema, ikijaribu kuwa ya kirafiki, haya yote yanaweza kuisha leo, rudi pete, tutakusaidia kuanza biashara mpya. Nilitabasamu bila furaha. Ukweli hauhitaji msaada, nikasema, unahitaji nafasi. Alinyamaza kwa sekunde, kisha sauti ikabadilika. Usisahau ulipo. Najua, nikajibu. Ndio maana nimesimama. Nilizima simu. Asha aliniangalia, akainua nyusi kidogo. Hapo ndipo wanapokosea alisema, wanadhani kila mtu ana bei. Tulianza kupanga, sio kelele, sio haraka Rashid alituma ujumbe: niko tayari, mtandao uko macho. Mama Zainabu aliahidi kuleta wazee, sio kwa makelele bali kwa uwepo. Uwepo ni kura ya kwanza ya haki. Nilivaa shati jeupe lile nililovaa kwenye siku za kazi, nilichukua pete nikaiweka mfukoni. Baridi yake ilinifanya nikumbuke: bahari haikimbii. Tulirudi uwanjani jioni ile ile, jua lilikuwa linazama, rangi ya machungwa ikichanganyika na vumbi Jukwaa lilikuwa lile lile, lakini hadhira ilikuwa tofauti. Simu zilikuwa juu kabla hata nizungumze. Nilipoanza sikucheza na maneno. hii si hadithi, nikasema, hii ni mlolongo wa tarehe. Asha alisimama pembeni akitoa nakala baada ya nakala. Rashid alipandisha picha na video, nembo ile ile ya pete, akaunti zile zile, sahihi ile ile. Na video ile ya hafla ya faraga ambapo pete ilipitishwa, saa ile ikirekebishwa kwa hofu. Bwana Kenga alirekebisha saa yake mara tatu mfululizo, tel yake ilipiga kelele kuliko sauti yake. Uongo alijaribu, lakini sheria ilipenda utulivu wa ushahidi, jamii ilipenda mwangaza. Afisa wa kaunti alichukua jalada, alitazama tarehe, alitazama sahihi, alitazama video, kisha akamtazama Bwana Kenga. Tutafuata taratibu, alisema kwa sauti isiyo na upendeleo, sauti ya karatasi inapoanza kushinda kelele. Makofi hayakuwa mengi, hayakuhitajika. Haki ilikuwa imeingia chumbani. Bwana Kenga alijaribu kuondoka, umati ulifunguka, sio kwa ukatili, bali kwa nidhamu. Alipoinama saa yake ikaanguka tena. Safari hii haikupasuka tu, ilisimama. Kimya kilitawala, kisha mtu mmoja akasema, saa imesimama na jamii ikacheka, kicheko cha mwisho cha maonyesho yaliyofika mwisho wake. Mama Zainabu alisimama. tulikaa kimya muda mrefu, alisema, sasa tumesimama pamoja. Vijana waliinua simu, wazee waliinua vichwa. Sio ushindi wa mtu mmoja, ilikuwa ushindi wa pamoja. Nilizungumza mara ya mwisho, nguvu ya kweli haitembei na kelele. Nikasema tena, inatembea na subira, ushahidi na jamii. Maneno yale yalipata nyumba mioyoni mwa watu. Usiku ulipoingia, niliambiwa jaribio la kushawishi mashahidi lilifeli. Ujumbe wa mwisho ulifika, tutakata rufaa. Nilijibu kimya. Bahari iligonga ufukwe, kila kitu hurudi. Asubuhi iliyofuata nilipata taarifa, kesi imefunguliwa rasmi, lakini pia nikapata barua nyingine isiyo na jina, ikiuliza kununua pete kwa bei ya ajabu. Nilitazama pete, sasa swali lilikuwa Je, pete ilikuwa mwisho wa safari au wanzo wa wajibu mpya? Ukumbi wa bandari ulijaa tena, lakini siku hii ilikuwa tofauti. Sauti za mawimbi zilisikika kimya, lakini kila mtu alisikia. Hapa hakukuwa na maonyesho, hakukuwa na hofu tu. Kulikuwa na tumaini lililopandishwa kwa subira. Bwana Kenga alifika akijua kuwa ushindi wake wa maonyesho umekoma. Alirekebisha saa yake, lakini sasa haikuwa ni tel ya hofu, ilikuwa ishara ya kupoteza. Anafika mbele ya umati lakini hakupata upande wa ushindi tena. Afisa wa kaunti alisimama mbele yake: tarehe, ushahidi, video yote yamewekwa wazi. Mamlaka yako ya maonyesho hayataishi hapa, sheria inazunguka kwa uwazi. Bwana Kenga alijaribu kujaribu maneno, ni udanganyifu, hii ni njama ya kisiasa. Afisa alitabasamu akitaja hati, nakala, video na shahidi mmoja mmoja. Haki ilikuwa imekalia kwenye meza. Mtu aliyejaribu kutumia mamlaka kama kisu chake cha kujionyesha, sasa alikuwa amezuiwa na nyenzo zake mwenyewe. Mara hii, sauti ya jamii ilionekana zaidi kuliko sauti yake. Mawimbi yalirudia, lakini sasa yalikuwa wakishangilia usawa. Mama Zainabu alisimama akinongona kwa wateule. Sasa tunaona hofu ni ya muda. Ushindi wa kweli ni pamoja. Rashid alionyesha video kwa wazee waliokuwa wamekaa kwa muda mrefu bila kusema. Walicheka. Vijana walishangilia. Sio kwa furaha ya mtu mmoja, bali kwa furaha ya jamii nzima kuponywa hofu. Ukumbi ulikuwa umejaa vicheko, lakini kila kicheko kilikuwa ni nguvu iliyo kimya, lakini thabiti. Nilitoka mfukoni na kutoa pete. Sauti ya jua ikipenya juu yake, alama ya ndani iling'ara. Hii ilikuwa ishara ya safari yote, sio mali bali hekima na uwazi. Ninaweka hivi nikasema, si kwa hofu wala si kwa tamaa, bali kama kumbukumbu ya jinsi nguvu halisi inavyofanya kazi, kwa subira, ukweli na jamii. Mawimbi yalikwenda juu ya ufukwe, wakichukua pete na mimi. Sio kwamba nilikimbia, bali nilikubali wajibu wangu mpya. Bwana Kenga alitabasamu, lakini mara hii tabasamu yake lilikuwa la kutisha, si la hofu. Aliangalia saa yake iliyoporomoka. Kamera zote ziligonga. Hii ni moja ya picha zitakazokumbukwa. Mtu aliyejaribu kudanganya ukweli akishindwa kwa nguvu zake mwenyewe. Niliketi ufukweni nikitazama jua likishuka. Niliwaza, haki si kelele bali ni ushahidi. Ujasiri si kuondoa hofu bali kusimama pamoja na kuikabili. Nguvu ya kweli haitembei na maonyesho, inatembea kimya lakini thabiti. Na kile nilichojifunza, kila kitu hurudi kweli, usawa na hatimaye hofu zinazopotea. Nilitazama pete nikijua safari bado inaendelea, lakini sasa mwanga ulikuwa wazi. Jamii ilikuwa imesimama na Bwana Kenga alikuwa kielelezo cha maonyesho yasiyo na maana. Bahari ilipumua na mimi nilihisi kama sehemu ya kila wimbi. Hakuna kelele, hakuna uoga, lakini nguvu iliyopumzika na imara.